Taratibu ya ibada ya ushirika utakatifu ukurasa wa mia moja hamsini na moja. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa njema. Bwana Yesu akae nani, akaye na roho yako. Yeah. Dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana, mbingu na zishangilie na dunia ifurahi msaada wetu huu katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi Walif, nalifurahi waliponiambia twendeni nyumbani kwa baba msifuni Bwana Yesu jina la Bwana litukuzwe alipoketi kula chakula pamoja na akachukua mkate akaubariki akaumea akawa Tuketi chini watupige magoti na tutasema sala ambayo iko katika ukurasa wa mia moja hamsini na mbili na tuseme sote pamoja, Mwenyezi Mungu ufichwae So, ufupisho wa sheria ukurasa wa mia moja sitini na moja. Bwana wetu Yesu Kristu alisema amri ya kwanza na iliyo kuu ndiyo hii: Sikilizeni Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye pekee yake Bwana. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa roho yako yote na kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote na pili ndio hili, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kubwa zaidi kuliko hili. Tusi tunasimama kumtukuza Bwana. Utukufu we kwa Baba, utukufu we kwa Mwana, utukufu we kwa Roho Mtakatifu. Utukuzwe nyumbani, utukuzwe kanisani, utukuzwe Kenya, utukuzwe Afrika, utukuzwe duniani, utukuzwe mbinguni. Utukufu we kwa Baba utukufu uwe kwa Roho Mtakatifu daima, Mungu mmoja katika Utatu. Haleluya, amina. Leo utaendelea kusimama kwa ajili ya sala iliyoamuriwa kwa ajili ya siku ya leo, tukikumbuka ya kwamba siku ya leo ni siku ambayo tunakumbuka Yesu kusulubiwa na kuangikwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Ni siku ya Ijumaa njema. Na tuombe. Baba mwenye enzi, mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliliye msalabani imekwisha. Tupe kwa kusii kwamba katika kifo chake tupatanishwe nao na kuishi maisha yanayo yanayomtu yeye ambaye ni kichwa cha kanisa na mzaliwa wa kwanza miongoni mwa waliokufa, kwa Kristo Bwana wetu Amina. Amin. Asante, basi tutaendelea kusimama tusomewe Zaburi.